Ni wazi kuwa jeshi letu la polisi linafanya kazi nzuri mno, lakini kupitia hii video utaenda ufahamu makadirio ya mshahara wa polisi mwenye elimu ya Form 6 au kidato cha sita. Kwa makadirio polisi mwenye elimu ya Form 6, mshahara unachezea laki sita hadi laki tisa kwa mwezi. Hivyo basi ni vyema kuzingatia kuwa mishahara ya polisi inaweza kubadilika, na taarifa kamili inatolewa na jeshi la polisi au serikali ya Tanzania. Asante sana kuangalia video zangu, mimi nimemaliza fanya kusubscribe, lakini usisahau kushare video hii, nikutakie Siku njema.